Kwa majina naitwa Yusuf Rashid aka Homeboy Bayo, kwa kweli nina furaha kubwa sana kwa sababu kwanza leo ni birthday yangu, alafu nimekuja kwenye chama langu la Simba kwa kwa sana, tinietu, tinietu, kwa kwa na tumeshinda goli moja, kwa kweli ni furaha kubwa sana na tumeona timu yetu, na tunajitahidi support timu yetu mwanzo mwisho. Kwa kweli Mapinduzi Cup, tunamshukuru Mungu, yanaendelea vizuri na tunayapenda na tutazidi kuyapenda na tunaomba yazidi kuboreshwa vizuri kwa sababu ndio tunapata changamoto. Tunajua timu yetu iko vipi na inaendelea vipi. Kama leo tumeona mapungufu yetu, tumeona wachezaji wetu wadogo ambao walikuwa hawapati namba, lakini leo wamepata namba na wameperform vizuri. Kwa kweli tumefurahi sana na tuna enjoy sana. Tunamwomba Rais Mwinyi aendelee kuboresha zaidi na zaidi na zaidi, kwa maana nimesema kuwa kuna vijana ambao hawakupata namba lakini leo wamepata namba, wameonyesha kwao, tutazidi kuwasapoti namaziiwakaesaa kama wachezaji wakubwa ambao walikuwa tunawategemea. Lakini kwa vijana wadogo leo wamepafomu vizuri, wamecheza mchezo mzuri. Hata hata wale nani hao watu wacheza nao Mwembe Makumbi, nao pia walikuwa vizuri. Kwa kweli mimi nimependa timu yao, wako vizuri, na Mungu Mungu akijalia kama hivi, basi watakuja kuwa wazuri zaidi kama Simba na Yanga. Ndio maana nimesema, kiongozi, Simba leo tumechezesha watoto ambao walikuwa hawapati namba kwao, leo wamepata namba, wameonyesha ujuzi wao kwao, na tunazidi kuwaspoti mna madhumuni wafikie malengo wanayoyataka. Lakini mchezo ulikuwa mzuri kwa timu zote mbili, wameperform vizuri, wametonesha mchezo mzuri. Nashukuru hamda, tumemaliza salama, tunaendelea mbele na mapinduzi yetu kwa okay. Kweli viongozi wa timu yetu ya Simba tunawapenda kama mashabiki kwanza, kwa kutuendesha vizuri timu yetu, na tutawapa moyo zaidi na waendelee na timu yao kuikamata zaidi mwanzo mwisho, kwa sababu tunahitaji matokeo mazuri. Hapa ni bado yani, tumeona timu yetu bado kwa leo walipocheza kwa goli moja kwa Simba ni bado, lakini tunawaombea waendelee ku prove watu kwa kuongeza watu kwa kupunguza.